Ni chama cha watu wasiooa kutoka hapa Njombe na bila shaka huyu ni mwasibu wao. Pengine kuna mambo mawili matatu ya kuongea juu ya chama hiki, unazungumzaje? Uh, kama uh, kaimu na mkuu wa ishu ya hela ya wasiooa. Eh, kiujumla tumefanikiwa kumiliki watu wengi hata katika elibweni tumepata takribani watu ishirini na nne ambao hawaogi na asilimia mbili tu ndio wewe umebaki ambaye hujajiunga kwenye chama chetu, lakini baada ya haya mahojiano tuna imani kubwa utajiunga kwenye chama chetu Aa, lakini pia tuna katibu kati, katibu, tuna bodyguard wao mkubwa kabisa ambaye kwa chama kilipoanzishwa ndiye bodyguard wa kwanza kabisa kuwahi kutokea mwenye maguvu kama alivyo Goliath. Unazungumzia je? Ah, bodyguard kwenye hiki chama kujiunga. Una, una, una tumainia nini kwa wale wale wale wale wale <laughs> Hawajajiunga. Nawakaribisha, kuna mambo mazuri huko, karibuni wajoli wa Bwana kwenye hiki chama. Ni mambo gani mazuri ambayo ambayo unazungumzia hapo? Ni ambayo tunapata kwenye hiki chama, eh, tunasave maji kwanza, budget ya maji tunasave. Na ukiangalia hali ya hewa yenyewe inaruhusu tusipoga mwaka mzima. Kwa hiyo mm, tunatosha. Kuna mwenyekiti wetu mm, tumeambatana naye, ukaenda kumuona pale mara moja. Kiti mwenza eh, wa chama hiki eh, cha wasiooga, mkuu wa hiki chama naambiwa ni mkuu kabisa wa hiki chama. Na unazungumziaje? Ah, tuna tuna- tunashukuru kwanza kwa kuwa tulipotoka Dar es Salaam ni mji wa joto sana na mazingira imeandikwa kwenye Biblia yabadilika kutokana na mazingira na <laughs> <laughs> kadri unavyobadilika ndivyo unakutana na mambo huko Dar mm -hmm. es Salaam ni mji wa joto sana, nadhani tunafahamu, unakuwa umetoa singile na nini, lakini ukija mji huu ukiangalia, asilimia 99.9 tuna makoti. Ishara hiyo tu inatupatia picha kwamba hata maji yatakuwa safi, na ndio maana ili kusudi mambo yaende vizuri tunatakiwa tuanze kupunguza majukumu, maana mimi yetu wenyewe ya karo Mtakatifu David, au sio? Na ugua ugua ugua ngiri. Kwa hiyo kuna ma, wadudu ambao wako ndani ya miili yetu ambao wengine wanakataa baridi na maji ya baridi sana. Kwa hiyo ukioga unaweza ukasababisha ukaamsha misimu ya mkiki na wengi. Juzi tu labda ni watu mfano, kuna binti mmoja nitamtaja kwenye vyombo vya habari, anaitwa Nipaeli, anatoka Dar es Salaam ni kwa jana, kama sio sahihi Alikuwa natetemeka yuko hivi, akasema kwa sababu nimeoga. Sasa ukitazama hii, kuna faida gani ya kuoga wakati mtu anatetemeka? Inabidi kwanza tumshauri kwa, kwa, kwa matibabu ya kidaktari, kwa sababu bado huko huko, muda mchache aache, alafu taoga siku akirudi, hiyo inaleta vizuri sana. Kwa hiyo Morogoro, na tumeshaongea na dereva wa gari kwamba tunatamani ili kusudi tukishaondoka tukaondoka mazingira haya angalau sasa watu wapate muda waoge hata mara nane. Mimi mke wangu ameniambia ameniendelea maji mengi, kweli kweli. <laughs> ah, kwa mantiki hiyo mnataka kusema kwamba kipindi mpo Dar es Salaam kwenye joto mlikuwa mnapata tabu, chama cha wasioga? Ah, ah, kule ndo tunaoga sana kwa sababu kule, yani muda wote tuna sweat, lakini huku muda wote kuna baridi. Ndio maana unaona mkoti nilionao huu hapa ni kama mwendesha bodaboda na kitu labda mtusaidie, ni malengo gani mlionayo katika chama chenu hii? Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba hata wale ambao wanajifanya wanaoga huku wanaumia. Tunapaswa kuwaelewa kwamba hii hii sio lazima, ila kura ndio lazima. Kuoga sio shida. Na pia unaweza ukatusaidia kuangalia, labda angalau hata mafuta ambayo mnatumia kwa ajili ya kusolve hii issue ya nyie kuto kuoga. Seki wana wana mafuta maarufu ambayo chama, chama, chama, chama. Nina, nina, tuna biashara pia ambayo inaendelea ambayo tunawaunganisha ambayo mafuta mazuri yanaitwa Seki Women yana yametengenezwa yana, yana na Seki, in fact ni kwamba yanasaidia ukiwa unajipaka, na tunahitaji tena mgando. Ukipaka lotion kwa sasa hivi kwa mazingira hayo, unajiumiza bure, tafuta mgando ambayo pengine yanazuia vile vileviminanii vinyoeleo bisi nani ma, ma, yale magando yanazuia ile excretion inayotoka. yeah, okay, yeah. <coughs> E, okay, kwa kwa hiyo mgando ni muhimu. Haya hapa, unajua tuna mwanachama mwingine mzuri anaweza batata yana futa haya hapa, yale ya Seki ambayo yanasaidia, na ukiyatazama ni mgando wa kutosha tu. Na yanatumika kwa muda gani? Matumizi yako kutana mwili wako <coughs> masaa 24 <coughs> yanza tazamaji na wasikilizaji, nataka kufahamu hiki chama. E, kitakuwa ni endelevu au ni mwisho tu hapa baada ya hii kongamano kuisha. Swali vizuri, mwandishi wa habari, mm. Ukweli ni kwamba eh, kila mkoa wenye baridi hii ndiyo kanuni. Ila ila ila mm. <laughs> <laughs> like it. Eh, itategemeana mfano hata mwaka 2018 18 tulikuwa pale Mbeya Maps, mm. chama hiki kiliendelea kuwasaidia watu <laughs> wanapitia kwanza semina mm. na ambao walikuwa wanapitia wakati huo kwanza kutoa semina na kama hapa na waelimisha wengi ili waelewe. Ukiumwa kwa sababu umeoga maji baridi, kwa kweli ya baridi, kwa kweli hatukupeleka hospitali, ila bidi tukuache uendelee kuhangaika kwa sababu umejitaka mwenyewe la <laughs> kaburi lako <bulinawe>, itaandika umejiua <dandiku>, <laughs> <laughs> ina maana njia rahisi ya yote hayo kusolve yote hayo ina maana ujiunge na chama cha jiunge e, yes, na chama ili upewe mbinu za namna ya kuishi Yeah. Katika mazingira, yeah, ya baridi na bila koga, na ndio maana unaona hata wenyeji wenyewe wa mji huu nyumba zote vioo. Dar es Salaam ukiweka vioo utakimbia. <laughs> <Chaki bio. laughs> <laughs>